Enda kufungwa kule kwa Mang'aru, nilikuwa na mm. suari nyeupe nikanyang'anywa, nika mm. na shadi nikanyang'anywa mm. nikakaa kwenye bukuta mm. baadaye, marehemu Musa akanihurumia akanipa nguo yake kaoshi mm. mm. ndio mm. nikawa navaa hiyo. Baadaye Mang'aru akanipa suari yake. Asubuhi nilikuwa unachukuliwa, tunaenda kulima shambani kupalilia. Nipomaliza kupalilia, nikawa nalima marando mm nipomaliza tena kulima marando kapewa tena shamba lingine la kulima marando mm. Kulima tulikuwa tunalima mchana na usiku, tunapelekwa kwenda kulima mm. Lakini kula hamna, tunakorogewa tu mauji mm. Mauji tu hivyo tunakorogewa, tunapewa kunywa. mm. Usiku tunatembezwa sehemu za kula nyumbani, nisha guza mara mbili, napelekwa kwenda kula ila, mm. nakuta chakula zinaisha, tunarudishwa mm. mm na mwenzangu msandie tunatembezwa naye, tunafunga naye pamoja mm. usiku mle ndani tunaendelea mm. hivyo kwa kulima tunapakwa dawa, ndio tunapeleka kwenda kulima. Mama kasimama akasema, baba huyu mtoto wangu amepotea mwezi wa kwanza, na baada ya kupotea mwezi wa kwanza hatukujua kwamba amelekea sehemu gani. Hapo hapo mama akasema kwamba ameonekana majuzi siku ya Jumamosi, ana hali ya kutatanisha anatoa maudenda